Kupana barabara ile aikisha, sio basi, tukasubiri paka barabara lenyewe likauke, basi iendelee. Unajua, safari ya mapema haikuwa na raha, kwanza mwendo ulikuwa ni ule wa kobe, nakuambia. Laimerahisha mamo, ulimwengu umebadilika. Neema mama, ulimwengu umebadilika, lakini si uwe ni wanani uliobadilika. Tazama mama, tumekuwa pale pale wakati nia wengine ikiendelea, wamekuwa na maendeleo ya barabara Mama, eonyumamawatu na kazi katika mtandao wa kijamii, ulimwengu unakwenda shoti, lakini hapa kwa nje mwanaume kamili, yule mwanaume ajuao gogo ilipo na kutumia hela zake ili kulinunua mwanao iseme hivyo, baba yako. Mimi nilipoona mbuzi ameshawafungia, nikaona ng'ombe zizini, nilijua ameenda huko kwa wazee wenzake. Anasaidia. Anasaidia sana babako, ndiye anajua vyama polini, yeye ye, ndio huenda huko anasikiliza, kisha ananiletea hivyo. Vile vilevile baba yako unipikia, lakini akijisikia lakini mama, haifai hivyo, inafaa Yes, katika a ni uzungu mama. Sisi hapa tuna mila zetu. Unataka watu waseme kwamba eti mimi nimemkalia baba yako? Halafu ninyi mngeolewa na nani? Mlikuwa mnataka hapo kwangu, mkepo wango mzeeke hapa bila yenu? Pia ningefanya hivyo hv na kwenye wa wa As, Neema. Mm. Unajua kwamba wachezaji wa timu moja hawashindani, usiwe uko hapa na unashindana na mumeo katika mila zetu. Hekima si hekima ikitoka kwa mwanamke? wanawake wangapi wao udari katika kazi zao ushinda hao wanaeii? Wengi tu najua, lakini vile vile wa wajua sisi japo hatukusoma tuna hekima. Ndiyo maana nakwambia haya mama, nakuambia hayaby hena na tuna hekima japo enzo zetu hatukuenda shuleni. Ah, ni saa ngapi vile Neema? Ah, saa mbili na unajua mimi uko kijijini na baba yako, kisha afika saa mbili tushafunga milango na tukalala. Mungu akubariki sana mtana wangu. Haya.